ya mheshimiwa mkuu mkuu wa mkoa, FIFA kwa kuona umuhimu wa michezo duniani iliamua kushirikiana na UNICEF kwa ajili ya kufikia watoto milioni mia saba duniani kote kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu, na si Tanzania, sababu tuna watoto ambao hawaishi kwenye vacuum, wako ndani ya dunia hii na wameguswa kwa hiyo. Kupitia FIFA, FIFA ilitoa mipira ya elfu tisini na tano kwa shirikisho la soka Tanzania, TFF kwa ajili ya maendeleo ya soka kwa mp nchi ya Tanzania. Kwa hiyo sisi tumebahatika kuwa miongoni mwa mikoa 14 ambayo imepewa mipira elfu moja kila mkoa kwa ajili ya maendele ya maendeleo ya soka katika mikoa yetu. Kwa kuanzia hii itakuwa pilot, lakini baadaye utaendelea kutoa technical advice na vitu vingine kama hivyo kwa ajili ya kufanikisha kwamba mm -hmm. mpira unaendelea kuchezwa. Unaweza kutoa mipira lakini watoto hawana viwanja, hawana nyavu, hawana vifaa vya michezo, itakuwa ni kazi bule. Kwa hiyo amesema tutoe kwanza mipira kwa hizo shule mia moja, tuangalie maendeleo yake muda wa mwaka mmoja, itatumika isipasavyo au itakuwaje? Baada ya hapo pia atakuja kutoa nyingine, walimu wa mchezo kila shule mfaampira pilot pia, lakini baadaye atatoa vifaa vya michezo kwa maana ya nyavu na vifaa vingine, labda koni na vifaa vyote vya mazoezi eh. Kwa hiyo sisi kama chama cha soka mpira pa, sa mkoa, mm -hmm. kwa mpira kwa mchezo hapa mkoa, baadaye tukahifadhi kwa ajili ya kuja kabidhi rasmi kwa leo. Lakini pia rai la yetu kubwa ilikuwa ninaomba kwa mkoa wetu na uhaba sema viwanja tungeomba halmashauri zetu zote ambazo ziko katika mkoa wetu basi, <tie> watenge hata maeneo kwa ajili ya viwanja vya watoto kwa ajili ya kucheza. Kila wikendi, kila wikendi wanakutana, wanacheza, kila wikendi wanakutana, wanacheza, baadaye watazoea. Sema hizo shule anaeza kuwa pia na hekaheka nyingine za michezo, wakafika mbali zaidi hapo, ambapo tunategemea kufika Iringa na michezo wazuri sana lakini, amekuwa vipo mazoezi wengi wavipo mazoezi, sababu hakuna viwanja, hakuna ile hamasa ile ya kawaida kama mikoa mingine inavyofanya, na hii inakatisha tamaa kidogo. Kwa hiyo tunaamua kuanzia kuanzia katika shule ya msingi tuendelea kukua nao watoto wa shule ya msingi sekondari, baadaye watakuwa nakuwa watakuwa katika kiwango ambacho ni bora zaidi. Mm, kwa hiyo -hmm. Siku ya leo tumekuja hapa rasmi kwa ajili ya kuomba mpira hii. Naweza kusema neno kidogo kwa ajili ya wanafunzi yao na kwa ajili ya mkoa mzima waweze kupata neno kutoka kwako ambayo itawapa mwongozo wa kuitumia mpira hii. Basi naomba tumia nafasi hii kukaribisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa na nikabidhi mpira huu ukiwa ni sehemu mm -hmm. ya mipira husika kwa ajili ya. Tupige makofi. Tumepokea mpira wetu eh? Eh? Nyumbani, nyumbani mna mpira mzuri kama huu? <coughs> Umefurahi kuletewa mpira mzuri eh? Ndio. Mtaenda kupamba au kucheza, kucheza? Wanaosema tutaenda kucheza heu, wanyoshe mkono juu. Ni wao wanaosema tutaenda kupamba sebleni? <laughs> FIFA ni nini, mnajua FIFA ni nini? Mbona mjawauliza walimu eh? kwa nini mja wauliza? Ukiwa mcheza mpira, kuna chombo kinachosimamia mpira duniani. Chombo kinachosimamia mpira wapi duniani ambacho chombo hicho ndio kinatoa maelekezo na kusimamia sekta ya mchezo wa mpira wa miguu dunia nzima kinaitwa FIFA, kinaitwa FIFA. Na hapa Tanzania kinaitwaje? Nani anajua, ehe, kinaitwaje? TFF. Ah, wewe nakupa elfu kumi kabisa, we striker matata sana. Ndugu katibu tawala wa mkoa wetu wa Iringa, ndugu mwenyekiti wetu wa chama cha mpira, na viongozi waandamizi wa kamati tendaji ya mkoa maafisa michezo na maafisa elimu wetu wa manispaa pamoja na halmashauri zote, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, leo tunao furaha kubwa sana kuwa sehemu ya mikoa ambayo imenufaika na uamuzi wa FIFA na UNICEF katika kusogeza vifaa vya michezo nchini. E, kupitia katika shirikisho la mpira Tanzania, TFF, tumepata nafasi ya kuzipokea salamu za FIFA e, za kupokea vifaa e, na kwa mkoa wetu tumepokea mipira elfu moja. Tujipigie makofi mengi sana e. Lengo la mipira hii elfu moja, ni kuendelea kuchagiza kuhamasisha na kuchochea morali ya michezo na moyo wa michezo kwa vijana, tukifahamu kwamba michezo ni ajira, michezo ni afya, michezo ni tool ya kujenga umoja na mshikamano wa watoto shuleni na mitaani. Kwa msingi huo sasa, sisi kama mkoa wa Iringa tunafurahi sana. Kwanza tunaishukuru FIFA na UNICEF, pili tunaipongeza TFF kwa, ura, kwa uratibu mzuri, lakini tatu, kwa kutukabidhi mipira hii, maana mlikuwa mna uwezo wa kuchagua maeneo mengine, mkachagua kuleta huku, tunawashukuruni sana lakini jambo lingine ni kwamba tunawakabidhi watoto wa michezo mipira hii ili ikawasaidie kufanya michezo shuleni e, eh, kuimarisha vipaji vyao na talanta zao katika michezo. Lakini pamoja na jitihada hizi ambazo zimefanywa na TFF pamoja na FIFA, tunalo jukumu la msingi sana, walimu wa michezo, kuhakikisha vifaa hivi vinakwenda kutumika kule shuleni. E, eh, tuhakikishe vipindi vya michezo vinapokuwa vimefika, watoto wanapata kweli fursa ya kwenda kucheza. Sio muda wa michezo ndio mwalimu anataka kusahihisha madaftari. Tuhakikishe muda wa michezo unakuwa ni wa michezo ili vifaa hivi viweze kuleta maana ya kutumika kule shuleni. Lakini jambo la pili, vifaa hivi vitunzwe vitunzwe ili viweze kuwafaa kwa muda mrefu, na itasaidia sana vikitunzwa, na utunzaji wenu utahamasisha kuwaletea vifaa vingine. Na kama ambavyo imeelezwa kwamba eh, awamu ya kwanza tumepokea mipira, lakini awamu ya pili kuna vifaa vingine ambavyo vitaletwa kwa ajili ya kusogeza na kuimarisha ufanisi katika michezo mashuleni. Kwa hiyo ni muhimu sana tukahakikisha tunavitunza, lakini pia vinatumika vizuri. Jambo lingine ni ushauri wangu na maelekezo kwa wakurugenzi wa halmashauri ambao ndio wasimamizi wa shule zetu zote za msingi na sekondari katika

niwaombe sana kupata vifaa vya michezo bila kuwa na viwanja vya michezo, hiyo ni changamoto na ni fumbo. Ni muhimu sana kila halmashauri ikaangalia ni kwa kiwango gani tumetengeneza mazingira ya michezo kufanyika shuleni. Kwa zile shule ambazo hazina viwanja, ni lazima katika mitaa hiyo ama viunga hivyo kuwe na eneo la wazi ambalo vijana wa shule hizo ambazo hazina viwanja wanaweza kuwa wanakutana kwa ajili ya michezo, na kule ambako tunao uwezo wa kupanga matumizi bora ya ardhi, ni muhimu master plan wa miji kuhakikisha kwamba katika kila mtaa unaopangwa viwanja kuwe na uwanja wa michezo. Haiwezekani katika mipango yote ya kuuza viwanja, unaenda kununua viwanja, ni ploti, ploti ploti, ploti, hakuna uwanja wa michezo hata mmoja. Na tukae tukijua, hao tunaowauzia ploti wana watoto, wana wazee, na wao wenyewe wanastahili kupata maeneo ya kufanya mazoezi na maeneo ya kufanya michezo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuchochea michezo nchini kuende sambamba na kuboresha mipango yetu ya master plan, tuhakikishe tunakopanga miji yetu, eh, tunahakiki, tunapomilikisha viwanja vyetu kule tu, tumehakikisha master plan zetu zime accommodate facilities za michezo ili kuhakikisha vijana, watoto na hata watu wazima wanapata maeneo ya kufanya mazoezi na maeneo ya kufanya michezo. Lakini hiyo kama haitoshi, ni muhimu sana wadau wa michezo hasa katika mkoa wetu wa Iringa kuendelea kuunga mkono jitihada hizi kwa kuenda kuviangalia vipaji, kuibua vipaji na kulea vipaji vilivyoko mashuleni. Shule zetu zina vipaji vikubwa sana kwa sasa, kwa sababu wamepata vifaa, ni muhimu kwenda kuangalia Je, vifaa hivyo wanavitumiaje? Na katika njia hiyo itatusaidia kujua ni nani anaweza nini na tufanye nini ili kukilinda na kukilea kipaji chake. Mungu ametubariki nchi yenye watoto wenye vipaji vingi na vikubwa sana. Jukumu letu ni kuvilinda vipaji hivi, kuvilea vipaji hivi na kuvipa nafasi ya kuonekana mbele ya safari. Michezo ni ajira, michezo ni kipato, michezo ni afya, michezo ni mshikamano. Tukiulinda ustawi wa michezo tunalinda ustawi wa vitu vingi ndani ya nchi yetu. Kwa kwa niaba ya serikali, leo tumepokea mipira hii na tunaikabidhi kwenu ili ikatumike kwa kadri ya matarajio na makusudio yake. Tuwapigia makofi FIFA na TFF kwa kazi kubwa na nzuri ambao wameifanya. Michezo oye! Michezo safi! FIFA oye! TFF safi! Asanteni sana, na Mungu awabariki sana. Haya.